pale usawa mwingine, si tuliachana 2015? Tumeachana tuli 2015 wapi na tumeachana 2 minutes, 2 minutes alia tuliachana, yes. tuli 20 you ask but why to simiana, wewe tuliachana 20. Huyu ni bwana yangu huyu, tulifanya na mke wake tulifanya harusi 2022, tumefanya harusi. Mmefanya harusi? Ah oh, baba nyangu ndo kumana huko, nataka kunifanyia harusi. Ndio umeshinda hapo kini, unafanya nini mama nyangu? Mama nyangu ni pasta. Ah, pasta nini? pasta nini, baba nyangu eh Nilikuwa nakuprank tu nione kama utanibembeleza kumbe, hata you don't care about me, ndio unapiga unapiga paka pasta pasta pasta na magwanda ya viatu. Ati pasta. Magwanda ya ya viatu viatu, hiyo hiyo unapiga nayo, hakuna kuachana. Mpaka baba baba baba, twende kwa kwa nyumba nyumba, tumesema nitakwenda kwenyu, siendi Mamonya, Sija toka ata one minute. One minute, a one minute man Mamonya. Oye, <laughs> Mamonya.